Huko visiwani Zanzibar imetimia leo miaka mitano tangu kufariki dunia kwa kiongozi aliacha alama kubwa kwenye siasa na pia historia ya visiwa hivyo vya bahari ya Hindi, Maalim uh, Seif Sharif Hamad aliaga dunia tarehe kama ya leo mwaka elfu mbili ishirini na moja. Mwenzangu Muhamed Khelef amezungumza na mrithi wa Maalim Seif kwenye nafasi za kisiasa na, na kiserikali, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani na makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar, Othman Masud Othman, na kwanza alitaka kujua miaka hii mitano inamaanisha nini kwake na Zanzibar. Imekuwa ni miaka mitano ya uh, kutazama kuendeleza pale alipokuwepo, kuongeza maarifa labda zaidi na kujifunza kusimama bila ya uwepo wake. Lakini na pia imekuwa ni miaka mitano ya kuonyesha kwamba yeye ametangulia tu mbele ya haki, lakini uh, kusema kweli, mbegu walioipanda Uh, bado inamea, bado inakuwa, na watu bado ika, ika, ika zama, wana matumaini kwamba inaweza ikazaa matunda yale wanayoyataka. nam Na, na unapozungumzia mbegu aliyoipanda Maalim Seif ambayo ndiyo bila shaka mnayomkumbuka kwayo unakusudia mbegu gani hiyo hasa? Nakusudia ni mbegu kwanza, kuhusiana na haki ya Zanzibar. Ukitizama kwamba harakati hizi zilisimama katika kudai haki ya Zanzibar ndani ya mfumo wetu huu wa muungano e, kuna haki nyingi ambazo Zanzibar imezikosa. Kuna mambo ambayo unaona Zanzibar imedumaa katika nyanja ya kiuchumi, katika nyanja za kijamii, katika hata katika maeneo ambayo Zanzibar ilikuwa na nguvu sana, kwa mfano mzuri ni elimu e, na kubwa zaidi ni katika mshikamano wa kitaifa. Ni mambo ambayo aliyapambania sana vizuri umetaja umoja wa kitaifa umoja wa zanzibari uh, maalim seif alifariki dunia mwaka elfu mbili na ishirini na moja februari tarehe kama leo miezi michache tu bila shaka baadaye na zaidi baada ya kuingia katika serikali umoja wa kitaifa kufuatia uchaguzi ule kama vile ulivyokuwa elfu mbili na ishirini sasa hizi ni mwezi februari mmetoka pia katika uchaguzi mwingine kipi ambacho kinaweka mfanano na mpishano wa hali zenu chini ya Maalim Seif na hasa uh, mapambano haya chini yako wewe ambayo umemrithia yeye. Mfanano ni kwamba tumeingia kwenye uchaguzi wa ishirini ishirini eh, ulifanyika katika mazingira ambayo tofauti mno na chaguzi zote zilizowahi kutokea huko nyuma, kwa sababu uchaguzi wa ishirini ishirini takriban asilimia tisini ya hiyo sheria yenyewe uchaguzi haikufatwa. Ya ya na juu ya hayo yakatokea na mawafa makubwa ya mauaji wakati watu wakitaka wakitetea haki, haki zao. Tumeingia uchaguzi wa ishirini ishirini na tano, takriban kila kitu kilichofanyika ishirini ishirini kimefanyika tena tena, kwa kiwango kibaya zaidi katika uchaguzi wa ishirini ishirini na tano. Nasikia kwamba Kiswahili cha neno kumisi ni kupeza. Ukiangalia nyuma Uh, katika taswira yote kubwa ya Maalim Seif unampeza kwa lipi hasa? Moja mahsusi ni namna alivyoweza kufikia na kukubalika kwa watu wa aina zote na kuichukua hii harakati kuifanya ni ya kwao kuliko ya kwake. Mi niseme, natamani kama nikumisi, natamani ingekuwepo, nikapata yale maarifa aliyokuwa nayo kwamba kuna kitu ambacho Maalim alikuwa nacho. Mimi sioni kama mtu anaweza akakipata kwa kujifunza ama kwa kusema, kuzungumza majukwani. Kuna kitu kile, na ni muhimu sana, kwa sababu ilikuwa inazifanya hizi harakati ziwe na vijana, siku hizi ungeita labda vibe.